Majira ni saa kumi na mbili saa za Afrika ya Kati, ikiwa ni saa moja majira ya Afrika Mashariki, na hii e ni Baraka One TV ambao uko unasikiliza. Karibuni sana ndugu jamani na marafiki mm, wakati ambao unaeza kusikiliza mitazamo mbalimbali ya wananchi na tuna mitazamo mingi tu e, ndugu zangu, kama unaona sijasoma mtazamo wako, kuko makosa ambayo uko unafanya. Kosa la kwanza nimesema, tumake sure kwamba tunatoa mitazamo yenye aiko zaidi ya dakika mbili na nusu lakini mtu unatuma mtazamo una dakika ishirini kumi na tano so inakuwa ni ngumu kucheza. Mtu unatuma mtazamo wako uko kwenye makelele, siwezi kucheza. Unatuma mtazamo wako unatukana, eh? ni matusi, tutaua, tutafanya hivi, naona hapana. No, no, hiyo hatuwezi kucheza. Unatuma mtazamo wako pia uko eh, na muziki pembeni, unasikiza muziki ingine iko pembeni pale, alafu unatuma mtazamo wako, hiyo hatuwezi kucheza no, no. Wakati unataka kutuma mtazamo wako make sure kwamba uko sehemu ambako hakuna fujo. Tumia dakika zako mbili na nusu, zinatosha. Dakika tatu zikienda nyingi sana, zinatosha, ni maneno ya kutosha. Dakika tatu, mbili na nusu, ni maneno ya kutosha, yote unaweza ukaongea na ukamaliza. So tusikize wananchi wanasemaje, kila mtu anatoa mtazamo wake kulingana na gesi yeye anaona lakini kwa ushauri mdogo ambao ninaweza ushauri wenzetu wakati wanapotoa mtazamo yao, wasiwazie aseme vita kupigana vita. Wanakimbiaka sawa vile tenesi na kimbiaka. Vita ni vitu vya ajabu. Vita ni mfano ya shamba ya magugu yenye hauwezi lima bila kufyeka bila kuchoma na baadaye unalima mara pili wala mara tatu njo utoshe ile mu, magugu ndani ya udongo. Njo vile vita nayo iko adui, anapoingia mu inchi lazima mujue ya kwamba vita meanza, na kadiri imeanza Ha, haiko ile siku ilianza, na njoo ile siku vita itaisha. Kunye kuna wenye banapigana bana na miaka makumi ine na miaka makumi tano na bako wanapigana. Hamuko mnasikia habari za Israel na Palestine, ni vita ha? Ni vita nani risi balisema ya kwamba batapiga ekrene. Ukraine bataipiga musiku kidogo, batakuwa wamekamata Ukraine. Miaka ngapi hii? Wako wanapigana na busiku na mchana, hawapumzi kake. Vita ni kitu kingine, inafaa wakati uko na pana mtazamo na uko nasema, inafaa kujua ya kwamba vita ni vita, na venye wako wanaipigana hawako bajinga wewe uko nasema kwa kinywa, hauna bunduki mmikono, wewe uko nasema kwa kinywa, haubebe guduli ha, hauna hata guduli, hauna hata kisu, hauna hata mpanga, hauna hata mkuki, hauna hata mshale kwa ajili ya kupambana vita, me unasema kwa kinywa. Unaona gouvernement wameshindwa kukamata kabila kabila, ni mbuzi? Hey, wewe wewe wana waza ni mbuzi wala anajileta Mkongo bila kujiamini yeye a, anakuja kwa njia gani? Hapana kulaumia Kisekedi, hapana kumlaumia huyu baba wa batu, ikwa nafanya njia zake zote, ikwa nafanya iliwezekanalo. Wenjo na laumu guvernema guvernema guvernema Kisekedi afanye nini? wakokupatia venye wanamuzunguka ba venye balikuwa ba kabilali jere, ba, jere miaka kumi na munane abaingize abaingizemo ideology ya Kinyerwanda bageuke vanyerwanda ba na ba walikuwa vakongomani weyi, wakokwambia uwageuze tena. Unajua miaka ngapi anapashwa kufanya kusudi ageuze zile hakili zenye zilikuwa balisha zichawika, bazigeuze tena zikuwe hakili za vamutu mkwe mnaacha malangaje za vile, wakati mnaonyesha raisi kwamba ni mzaifu hafanye kazi, anaona mwenzake weye we. Hapana, muache mu, maneno muache maneno. Huu ndugu yetu mwenye anakaa Kenya mwenye anasema mara ya mwisho yenjo anasema ya kwamba Kisekedi ni Mungu njo alimuleta, ni kweli ni Tshisekedi Mungu v alimuleta ile pouvoir. Kabila hakuipana hakujua Tshisekedi ni nani, na hakujua ametayarishwa na nani. Mungu alimuleta kusudi akamate ile pouvoir. Munawaza nani? Fayulu angelikamata ile pouvoir, kama leo Kongo balisha walishaikamata zamani. Ni mutu wakusemasema, lakini hana mwelekeo hana msimamu ni ujanja ujanja wa burebure tu, lakini kisekedi amefanya ya sageste yake yote, sageste yake yote jo ikwa anatumia anaenda huko anaenda huko anaenda huko anaenda huko, anakusanya ana hizi akili, anakamata nazile anakamata na zile zote, anafanya uchambuzi nitoshe solution wa ule. Ni mwanaume, ni kichwa ya mwanaume. Mwache malangaje za kude nza kudemolarize mutu mwenye ikwa na waongoza na kumsalire na kumsema vibaya. Kisekedi iko mwanaume, namefanya vitu venye hatukumuwazia, hatukuwaza kama naweza maliza na miaka tatu iko mwongozi, lakini leo angali pa. Kazembere, Kazembere Kanambe, Kazembere Kanambe, wewe ni mkongomani wa asili kwa baba na mama. Jongelea mjini Kinshasa una nia ya kuzungumuza na uko anazungumzia diskuru na unaisomea kwenye Rwanda. Sasa kama wewe ni mkongomani wa asili, jongelea pale Kinshasa, uende ukazungumzia kwa diskuru. Si unajua jua? kwa nini huko nafika goma na fichama na hautakiwa kukamata picha Hautaki picha yake uonekane na diskuru utafanyisha pale, sionekane kwa maana unajijua kama wewe ni mnafiki muuaji. Uliacha kiti pale, ulijua ulishatengeneza kila kitu, unajua Kongo inaenda kushikwa sasa. Kwa hiyo kaze mbele, Kongo haushike na hautaongeza kuwa rais tena ulipata ile opportunity ya kuwa rais juu walikuwa hawayakutambua kama wewe ni Mnyarwanda. Sasa vitendo vyako na tabia zako zimeonyesha kila kitu, kama wewe ni Mnyarwanda wa asili. Sasa kwa leo, ujuejue yako imekwisha, hauna namba tena. Mkongo hata anzishe rebelio, ujue uko kumkono wa wakongomani sani, sotashikwa na no, natakufanyizia kile kitu, si unajua ile kitu muko mnafanyizia watu, munaenda wauwa, munaenda watumbukiza kwenye mashimo, wale wa vijana mulipeleka na wababa na kila kila yeyote mulipeleka, se mnapeleka jeshini, muwaonyeshe sasa, tuwaone, muwaonyeshe leo, tuwaone, shenzi mkubwa. Rais muuaji unamaliza dunia nzima juu ya mali za Mkongo, kutetemekea mali za Mkongo mukuwe munasombea kwenye Rwanda zenye mlishasomba haziyawatosha, mnaamua sasa na nchi uchukue? Hautachukua eh. Ndugu Rajabu, unasema anje? Ndugu yangu, salama, sisi tuko salama, tunashukuru Mungu ya na tunashukuru tena kwa mainformasyon na tupatia patia, na pepusha peperusha, South Africa, Amerika maazi huko, mawapi makongo makongo, wakongomani wote kweli u Josefu Kanambe ye anaona kama Kongo ni ya baba yake, ni ya kwake, yenye anajitia kama yeye njo anakuwa mtu wa kauli ya mwisho ya kuongea Mkongo. Unajua, pako batu bamwa benye Mungu alibapatia bahati, afuna kutana kichwa chabu kabisa kinavurugika. Huyu bwana maneno kwanza aliongea tu diskuru yenye tu aliongea tu ma anaonekana kama iko iletre moya wa nguvu. Yani akili zake azene mukichwa. Mutu mzima mwenye bakongomani banakupatia confiance ya kukua, yani vie sage wa nchi banakupatia mapete musena, alafu unafanya madesorte kama hii, ulidirige Congo 18 ans uonesha kwa bakongomani alikuwa anamachia Kisekedi tu. Mie, miaka misita, afu yeye tena tarudia ku kupuvare tena, ni puvare ya baba yako. Wewe mkongo uko nani? Wewe Joseph uko nani? Itu bati enye ulipata kama munafanya plana, bazungu munauwa ba Laura Desire Kabila, mwenye ba kongomani balikuwa banajua kama ata ikala. Afu unakamata unawinisha familia yako yote. Unawinisha banyarwanda. Ba kongomani banateseka. Afu unataka tena urudia kupuvari. Na ime bikongomani bingine bipumbafu, biwelewele, biletre kama weye. Bienye bina, che bidanganya na franga. Bikosema seme o, Kisekedi. O, mona Kabila au songa na pouvoir at, aturudia pouvoir wapi Kabila? Ukirudia ku pouvoir, au moins uwe ba kongomani wote benye bako mu Kongo ubaki wewe pekee na banyarwanda njoo taresire, lakini kama ba kongomani bako sana sana mu bembe mu furero mu rega apo, au kamati yo inchi, yani batu wote batashimama, batu wote batashimama, au au taongoza tena Kongo uliua watu hiyo frangati wa Kongo, uko unakamata hiyo tena, njoko unauza mabunduki unapatia Wanyarwanda tena wanatuua sie Wakongomani, alafu tena urudie kutudirije. Ah, kichwa chako kinayala bunga brasa, kichwa chako kabisa kiko saa, yani kichwa chako kina, kwa sababu wakongomani kokote kwenye uko unaenda, mwisho inchi za Afrika wakikuona wewe, manake unaleta desordre desordre muinchi vie muzima, banakupatia busaje unafika kujiunga na, na ba M23, kumbe M23 ilikuwa ya kwako tangia zamani. Ah. unaleta haya, unaleta haya kabisa. na na, na, na, na na unamwambia Joseph huyo, eh bana, utakufa na laana mbaya yani. utakufa na laana mbaya yani. Ah, ah, Joseph utakufa na laana mbaya yani. mtaonaka tu na laana na lamuki huyo jamaa. jambo ndugu mtangazaji fuatilia nikiwa hapa Goma, napenda sana vipindi vyako, unatupatia habari za ukweli na habari zenye ziko wa laine, kwa wakati. Ikiwa ni habari za asubuhi, tunafuata ni habari za asubuhi, kama saa hizi maweza kufuata habari za asubuhi ambazo ni tulanse saa hii, na tulikuwa napenda uzidi kutu kuweka habari zote zile kwa mambo yote tunayopitia hapa Goma. Tunaweza tukapendelea uzidi kuyaweka kwenye mitandao na kila mtu awe anasikia ambayo, mambo ambayo yanapatikana hapa. Hivi hapa Goma watu waanzaishi kama vile wanyama, yani watu hawana tena uhuru wa kufanya kazi zao, za, kazi zao ndogo ndogo, watu hawana tena uhuru wa kutembea, watu hawana tena uhuru wa kufanya chochote kile. Hivi leo kwanza hapa Goma yaani ile ma asbel ile ma asosia ile inatumika ya kupeleka mauchafu kumalupango kuna nalugota mauchafu kumalupango, kumalupango ya batu na kuna jadiri kwa zile ma asosia, na kuna kwa 5 dollar. Leo hii bale batu bote balisha bakataza kuzunguruka tena muvile ya Goma kwa na kamata uchafu buchafu. Inakuwa kusema kama Meri ya M23 ndio itaendelea na kufanya ile kazi na malupango zote hebu ndio wenyewe watatumika ile kazi sasa. Tunakuwa najiuliza wale watu ambao walikuwa wanafanya ile makazi wao wanapenda waishi aje? Leo tunakuwa nasikia tetesi kwamba kuna wako wanaforme tena wengine kompania ya sekurite yenyewe itakuwa na fasi sekurite kwa malupango zote kwa asosiasio zote za hapa mvili ya Goma. Sasa tujiulize, sasa wale watu wenyewe walikuwa wanafanya ile makazi wao wataishi aje? kuna pende mambo yote mimi mnayatangaza kwa mtandao na watu wote wako wanajua mambo yetu tunapitia hapa Goma. Kwa mambo mazuri yani doki, tijimia, kukuna, na kale kadogo ni watu wako wanategemea kukua na natafuta kwa kidogo ya kula. Wao wanapenda wanyang'anyi manki wa kongomani, tubakie manki wa maskini chini, mpaka tuone jinsi maisha yanakuwa nguvu tu amoto kukimbia mungini ya Goma ili tuwachie wao mungini waendelee kufanya mambo ambayo wanayotaka mahali Maha, tunayopitia pa Goma sio mambo mazuri, tunajaribu kuwaambia muendelee kuyatangaza ku, ku na afikie wakuu viongozi hapo Kinshasa waangalie tafanya nguvu yao yote, watu wakumbuke, watu hapa Goma, watu washateseka sana. Na maoni ambayo tulikuwa tunayo kwa jioni hii ya leo. Asante sana kwa wote ambao mko na watch Baraka One TV. Tukutane tena ni majira ya saa kumi na mbili asubuhi kwenye habari zingine za moto. Mimi ni Rejabu Akili Kabonga the one and